Wakati unaanza shughuli hii ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ulianza na mtaji wa kiasi gani? Ah, uh, wakati naanza shughuli mradi wa vizimba zaidi ya miaka kumi na mbili iliyopita nakumbuka nilikuwa na hela isiyopungua laki nane kwa sababu nilikuwa na asset fulani nikaeuza shilingi laki nane ndo hiyo hiyo laki nane nikaanzia kwenye kuwekeza hapa. Kwa hiyo nilikuwa na mtaji usio usio zidi shilingi laki nane. Lakini laki nane imefanya maajabu nayoona hapa leo. Tafadhali bwana. Ni kweli ni kweli. Eneo hili limeajiri watu wangapi? Ili eneo lina ajira za moja kwa moja zaidi ya watu mia moja sasa hivi, ambao ni vijana wote pase na wote wana watu nyuma ambao wanawategemea. Kwa hiyo tuna imani zaidi ya watu 300 wanategemea, wanafaidika moja kwa moja na eneo hili hapa Ruchelele. Na ulianza peke yako au ulikuwa na watu hapa? Nilianza peke yangu like. Utengeneza pesa haitegemei tu wewe kuwa na mzigo, kuwa na huduma alafu kupata mteja alafu mteja akupea. Hapana, yeah. Ingekuwa ni hivyo, ingekuwa ni rahisi, kila mtu angeweza kufanya hivyo. Kuwa na mzigo unapata hela? Hapana. Au kuwa na elimu unapata hela nyingi? Hapana. Kuna skills, kuna vitu ambavyo lazima uwe navyo ili kuweza kumshawishi mtu atoe pesa mfukoni kwake akupe wewe. Lazima mteja atengeneze imani na wewe, aseme yes, huyu bwana anaweza, nikampa biashara yangu akanisimamia au akanifanyia. Lazima uwe na tekniki za kutengeneza brand yako kiasi kwamba kuna kitu kiashiria kukiwepo na sema huyu ndio yule mtu anayesajili makampuni, huyu ndio yule jamaa anafanya presentation, huyu ndio mtu anayeongea kuhusu biashara, na lazima kuwepo, kuna jambo ambalo wewe sokoni, they all pay attention baada ya kusikia kitu kitu, na wataelewa kwamba huyu ni mtu gani. Lazima ugundue kuhusu masoko, ugundue kuhusu social media, ugundue kuhusu marketing and branding na kufanya sales, na ugundue kwenye industry yangu mimi nahitaji nini. Sometimes unahitaji hata pesa kama mtaji kwanza. Sometimes you need another thing. Sometimes you need confidence. Sometimes you need to know how to present your idea. Sometimes you need to know how to find the right person to hear your idea. Kwa sababu sometimes uweza ukaongea kitu afu ukaongea kwa mtu ambaye sio sahihi. So hivi vitu vyote kuvijua hawezi kuvijua kwa mara moja, ndo maana tunakuja na mentorship program ambayo tutakaa na wewe wewe personally, eh? Mwezi mmoja ni laki mbili miezi mitatu ni laki nne na tisini sita laki tisa na, na tisini. Tutakaa na wewe, tutakuwa timu yako, tutakuelekeza vizuri skills gani uwe nayo. Comment neno team, then tutakufuata inbox kwako kwa, tutakupa maelekezo lazima namna gani ya kujiunga na kuanza darasa mara moja.